Ujumbe tunaotoa umma ni ushirikiano, ili kuweza kuwasaidia wenzetu vijana especially walioko nyuma yetu ambao kwa sasa hakuna namna yoyote, hatuwezi kabisa kukuza vipawa. Jambo la kushangaza, hata jana pia huyu mkufunzi mpya wa kikosi cha taifa, tumechukuliwa mtu mmoja tu kwa timu ya bandari hakuna, na vipawa viko lakini namna ya kuvichupuza na kuvionekane hamna. Hii swala la viwanja vya michezo ni muhimu sana katika jamii. Uh, tunatengeza manyumba makubwa kila pahali ndani ya mji, lakini watoto wetu hawana pahali pa kucheza. Pati ya matatizo ya umma wetu sasa hivi vijana kusikia wanaingia kwenye mihadarati ama vipanga ama nini, ni kwa sababu zile sehemu za kucheza zimechukuliwa. Na watu hawaangalii nyuma. Ukiangalia leo tunanoka ground haitumiki. Tulikuwa na Shimanzi, tulikuwa na ground nyingi, ukivuka upande wa kisauni hivyo, uh, hivyo viwanja vingi vimechukuliwa. Na mimi kwa kauli mbiu yangu ambayo nataka kumalizia nayo ni kuhimiza gavana wa Mombasa, kwa sababu sisi tunajua yeye ni mmoja katika wale members wa kikosi ambacho kimewekwa. Kuna pesa za serikali zinaletwa kuangalia kununua, uh, ardhi na kuwapatia watu mimi na, nawaambia kwamba jambo la kwanza wangeangalia hawa ni kuangalia kwamba viwanja vya michezo ambavyo viviko katika mikono ya title za watu wengine, kwanza hivi viwanja vinunuliwe so that county will own vile viwanja. Mfano mdogo nitakupa haraka haraka, haraka ni kiwanja cha Kishada Mwandoni. Kile kiwanja, katika pesa za kwanza zikiingia, si kinunuliwe kiwanja cha Kishada, na changamo iko hivyo hivyo, na likoni viko hivyo hivyo. Hivi viwanja vimilikiwe na kaunti ili kwa niaba ya wananchi wa, wa, wa, wa Mombasa. Hiyo ni jambo ambalo mimi nataka sana kulisisitiza.